Yes etk bwana, kumekuwa kuna changamoto kubwa kwenye swala so, la gari nyingi kuwa zina overheat na watu bila kujua tatizo nini. Sasa moja kati ya sababu kubwa inayosababisha overheating ni sisi watumiaji wa magari napokuja kufanya vitu kama kufanya top up ya coolant, kujazia kuongezea coolant au kuongezea maji, kwa sababu coolant inatengenezwa na vitu vingi na formula inayotumika na kampuni moja na kampuni nyingine zinakuwa ni tofauti, anatumia chemicals tofauti ndio maana kutofautisha coolant wanazoekea rangi aina tofauti. Ile rangi haina kitu chochote, lakini wanai wanai specialized formula. Labda kwa mfano, mimi nimetumia chemicals fulani, ili kusudi mtu asije akachanganya na coolant nyingine, na wekea rangi fulani. Ndio maana kuna coolant nyingine ya blue, nyingine ya kijani. Kwa hiyo, kosa namba moja tunalofanya ni kuchanganya either coolant ya kijani unachanganya na nyekundu. Formula ya watu wanaotumia Japani na formula wanaotumia Uingereza kutengeneza coolant ni tofauti na tofauti tutakayotumia sisi wa bongo kutengeneza coolant sasa kuna kuna chemicals nyingi kama zile inhibitors zinazofanya zinazofanya ile ile corrosion isitokee kwenye metal parts, lakini pia kuna ile ethylene glycol ambayo inaongeza boiling point na ongeza freezing point ya ile liquid inayokuwa mle mdani, na heat dispersion pia, antiforming agents zile ambazo zinazuia kutokea kwa fomu kwenye coolant yako. Zile ukichukua chemicals ukazichanganya aina mbili tofauti, zikiweza kuliact inaweza ikaloa performance ya coolant yako. Sasa kosa la kwanza utakiwa kufanya, kwanza utakiwa kujazia coolant ya tofauti na uliyoweka mwanzo. Kwa mfano umekuta ni coolant ya kijani lakini manufacturer wake ni, ni, ni Ablo. Wewe umekuja umekutana na mtu ametengeneza ame coolant ame nyingine, labda inaitwa Moto Cool, kama hii Moto Cool. Wewe unajazia kwenye ile ya mwanzo ambayo uko umeweka Ablo. Sasa unachanganya chemicals zimle ndani ambazo zinazosababisha reaction na kupunguza efficiency ya coolant yako pengine kusipelekea radiator kuziba, lakini changamoto nyingine ni kujazia maji kwenye coolant. Sisi wa Bongo tumezoea coolant ikishuka chini, unachukua maji ya bomba unaweka. Sasa ile maji ya bomba yanakuwa ni hard water ambayo yanakuwa na elements kama za magnesium na calcium, ambazo zile pia zikienda kureact na zile chemicals za kwenye coolant zinaweza kusababisha kitu kingine tofauti kabisa kwa sababu magnesium na calcium zinazofuzwa zinazo, zinazo, patikana kwenye maji ni very strong metal. Kwa hiyo reaction hata kama unaelewa chemistry ya kawaida kabisa unaita displacement reaction inaweza zikafanya reaction na ukatengeneza kitu cha tofauti kabisa. Kwa hiyo unakuta unaweza kuwa mtu ametoka kuweka coolant na akasafiri lakini bado gari ikachemsha. Sasa nini unatakiwa kufanya? Kwanza kabisa ukiwa una gari yako, kila baada ya kilomita 50,000 inabidi ubadilishe coolant yote. Sio kujazia, ila unatoa ile yote iliyokuwepo mwanzo unaweka coolant mpya. Achana, kilom na kilomita na kilomita elfu hamsini unaweza kukaa miaka miwili hujatembea kujatembea kilomita elfu hamsini lakini zile additives zinazokuwa kwenye coolant zinaweza zika last longer mostly kwa baada ya miaka miwili. Kwa hiyo ndani ya miaka miwili inabidi umwage coolant yote uliyokuwa nayo mwanzo na uweke coolant nyingine. Lakini pia kwa wale watu wanaotumia high performance cars, kama unatumia high performing cars inabidi uchague sana coolant unaweka kwenye gari yako, inabidi utumie very high concentrated coolant kwa sababu heat dispersion inakuwa ni kubwa, kwa una unahitaji high efficiency cooling kuliko utumie coolant ambayo imefanywa high dilution, ili kusudi kuongeza mapato, kwa sababu mtu anaweza kutengeneza coolant lakini pia akaidilute sana. Sasa kuondoa wasiwasi, na kwa kweli swali limekuja kwa wakati sahihi, si sumote kai, tuko kwenye procedure kwenye kuandaa uh, coolant special ambayo ina perform kutokana na mazingira ya like kitanzania ambayo itakuwa na buffering capacity kubwa in case kama ukipata dharura labda umepata dharura huko polini na umejazia maji kidogo, nabidi tuwe na formula ambayo sisi wa Tanzania ina tufavor kwamba mimi naweza nikaongeza maji, lakini nimeweka buffering agents ambazo zile reactions zingine zikiingia concentration yangu itabaki kuwa the same. Sasa karibu sana moto kai kwa ushauri wa coolant, na tunakwenda kuandaa coolant ambayo itakuwa ni bora kabisa kwa ajili ya matumizi ya kwetu hapa Tanzania, kwa sababu sisi tuko Tanzania kwenye hot climate, lakini bado tunatumia coolant labda imetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya Japan. Sasa zile zinakuwa na changamoto kaza wa kaza, kwa sababu kwenye hizo buffering agents haziongezeki na kunakuwa kuna shortcomings. Kwa hiyo kana sisi motekai tuweze kukupitisha kwenye teknolojia yetu mpya ya coolant, na pia utaweza kupata updates nyingi sana kuhusiana na coolant motekai intelligent outlets.